Kumekuwa na matumaini ya kuwapata watu waliofukiwa na udongo katika mgodi wa Razedi mkoani Geita wakiwa hai baada ya watu hao kugonga bomba ambalo linaingizwa chini kwa ajili ya kuwapelekea chakula watu hao. Agizo la kutafuta njia ya kupeleka chakula kwa watu hao wapatao kumi na watatu limetolewa na naibu waziri wa nishati na madini Dr. Medadi Kalemani kwa serikali ya mkoa wa Geita na kamati ya uokoaji ikiwa ni siku ya tatu tangu wafanyakazi wa mgodi huo kufukiwa na udongo. Baada ya watu hao kuonesha ishara ya kugonga bomba, vikosi vya uokoaji vimewashushia tochi na redio ya upepo ili waweze kuwasiliana. Tuungane na Nathareth Ndekia kwa taarifa kamili. Naibu waziri wa nishati na madini Dr. Medad Kalemani akiwasili katika mgodi wa uchimbaji wa madini ya dhahabu RZ kabla ya kukagua zoezi la uokoaji. Dr. Kalemani akapata taarifa kutoka kwa kamishna msaidizi wa madini kanda ya ziwa Victoria ya Haya Samamba. kwa hiyo mpaka sasa tunaendelea vizuri katika huo uh, uokozi kwa maana ya kwamba tumeshachimba shimo kubwa ili kuangalia ile sehemu ambayo ilikuwa imefukiwa kwa sababu huu mgodi una levo tatu na kila level moja ina urefu wa mita 35, alafu unaenda horizonto unashuka level nyingine, unaenda horizonto unashuka ile level ya tatu. Kwa hiyo kimsingi ambacho tunaamini sisi kama wataalamu ni kwamba ile shimo la kwanza ambalo linakadiriwa kuwa na mita 35, ndilo ambalo lilikolapsi na kuna sababu kwa sababu bado uchunguzi unaendelea. Nafikiri tukishafikia mwisho tutatoa ripoti kamili ya nini hasa chanzo cha maporomoko hayo baada ya kupata taarifa, Naibu Waziri Dr Kalemani akatoa agizo kwa serikali zangu. Hii kazi ni ya kujitolea, na hapa tulipo kama tunavyosema, hawa watu wanapelekewa hewa, hawajaanza hata kula chakula. Mimi niombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, juhudi sasa za kuwaisha chakula, kuwapelekea zianze mara moja. Kama zimeshaanza basi, tuharakishe maana sasa wanatumia hewa tu, tuwapelekee chakula, tuwapelekee maji, lakini rai yangu kubwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, na watanzania wote ningependa sana na niseme tu, shughuli nyingine katika eneo hilo zisifanyike, ifanyike uokoaji tu basi. Meneja uzalishaji wa bostola wa mining Felix Shababi, ni mmoja ya timu ya uokoaji amesema, wanaendelea kutafuta njia ya kuwapa chakula waliokuwa wamefukiwa na udongo. Naye rais wa shirikisho la uchimbaji madini Tanzania, John Bina, amesema wataendelea kushirikiana kwa pamoja. Ni kwamba sasa tumeanza kuchoronga shimo la pili kutafuta drive ambayo tunatumaini kwamba tutapata njia ya kuweza kupeleka maji chakula na glukosi ili kujaribu kuwahudumia wale wenzetu ambao wako huko ndani waweze kupata nguvu, wakati zoezi la uokoaji linaendelea. Ila tu naomba wachimbaji wote, kwa mbinu yake, kwa akili yake, kushirikiana tuweze kuwatoa wenzetu. Ni kwa sasa zoezi la uokoaji bado linaendelea na mikakati ya kuwapelekea chakula linaendelea kutafutiwa ufumbuzi. Nikiripoti kutoka kutoka mkoani Geita, Nazareth Sendekia, TBC. Mtazamaji, na taarifa ambazo tumezipokea hivi punde ni kwamba kuna mawasiliano kati ya watu hao wa ambao wamefukiwa na udongo na watu ambao wa wanaendelea na juhudi za kuwaokoa, na wamesema wote wapo salama, hivyo juhudi hizo za kuwasaidia bado zinaendelea, na kama ambavyo naibu Waziri wa Nishati na Madini ameagiza wapelekewe chakula ili waendelee kuwa salama wakati wanatafuta njia ya kuwanasua kutoka katika kifusi hicho. Tanzania na Zambia zimetiliana saini baada ya kwenda ujumbe huko chini, ikakaa muda kama dakika kumi hivi, wakarudisha ujumbe wakasema kwa salama wako kumi na tano na vile vile kwamba nasema hivi sasa wanasikia njaa, wanahitaji soda, maji, uji na mmoja hapa akaja kusema kwamba anahitaji sigara, lakini mmoja vile vile kwamba kati ya hao kumi na tano amejeruhiwa na msumari. Naam, kutokana na jinsi walikuwa wanapoandika ujumbe na karatasi ambazo zimetuma huko chini na drip zimetuma huko chini zimefungwa na waya lakini wameweza kuzifungua, inaonyesha bado wana nguvu, bado wako hai. Na kwa pande mengine kwamba juhudi za uokoaji zinaendelea kama kawaida kwenda kuwafikia, lakini hivi sasa walichimba sehemu moja hivi ni kama mita ishirini na tano kutoka sehemu ambayo wanauchimbia kwa ajili ya kupelekea chakula, lakini wamechimba duara ya kwenda huko chini. Bahati nzuri kwamba wanapata chakula, na sasa hivi kwa namna moja ama nyingine wameweza kutumiwa na maji pamoja na dipu. lakini bila shaka wako hai kumi na tano. na tano kama nilivyoandika. Kwa upande mwingine wanaendelea na hizo juhudi, kwa upande mwingine kwamba kwa kuchimba huku taratibu, hizo taratibu, taratibu, ili kuweza kuwafikia, lakini cha msingi na cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wako hai na wanaendelea, wako salama na wana nguvu, kwa sababu wameweza kuandika ujumbe na kufunga waya katika hiyo kamba ambayo imeenda chini mita zaidi ya ishirini na tano na kuzifunga katika hiyo kamba na kwa kutumia waya. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wako salama, ila wanahitaji chakula, kwa sababu sasa wanasema wananjaa kweli kweli. Ni taarifa ya muda huu kutoka kwa mwandishi wetu Nadhareth Ndekia huko mkoani Geita.